Kama, kama una vyombo vya usalama ndani walipaswa kuweza kujua, na ukisema kwamba hawa wametoka nje eh, ni kama vile unatangaza kwamba mipaka yetu haina ulinzi kabisa. Mtu yeyote anaweza akaingia tu kuja kufanya vurugu, mambo mengine eh, hata unapotoa toa nani unapotaka kujibaraguza baraguza, basi hebu fanya fikra kwanza ufanye fikira kidogo, wakati mwingine ndio unazidi kujiangusha. hmm? Kusema hawa watu wametoka nje, sasa maanake mipaka yako eh, haina ulinzi kabisa. Watu hmm? wenye nia, nyie mnajua mna uchaguzi. Kama una usalama wa taifa, wanapaswa kukujulisha kwamba pana mbinu za watu kutoka nje kuja kuingia ndani kuleta vurugu, kwa hiyo inabidi tujipange. Manake yeye kueleza hilo ni kama kutoa shutuma kwamba kwa kweli hatuna vyombo vya usalama vya kuweza kutazama matukio yanayokuja. Sasa kama katika hali hiyo eh, rais unapwaya, unapwaya. ni hatari kabisa, ni hatari kabisa.